Watukufu wa Uislamu kama tunavyoona kwamba tumepata mgeni ambao kwa ilikuwa hatutarajii kwamba tunaweza tukapata mgeni kama huyu kwa siku ya leo, lakini mgeni anapokwenda mahala, basi hupewa zawadi. Kwa maana hiyo na mimi nawaomba Waislamu, mgeni wetu tumtunukie zawadi maalum. Na zawadi ya mgeni huyu si ndizi wala si chengine chochote, isipokuwa ni kumtakia dua. Tumtakie dua juu ya kazi zake, insha Allah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amjaalie afanye kazi zake kwa uadilifu na vizuri. Nafikiri tutakubaliana kwa hilo.

nakuomba mola wetu mtukufu amin. ya Allah ya Karim ya Hayyu ya Qayyum amin. ya Badi'us samawati wal ardhi tunakuomba Mwenyezi Mungu kama nilivyokueleza kwamba waja wako wamedhulumu wengine wamedhulumia tunakuomba walipe kula aliyedhulumu kwa kile alichokidhulumu Mwenyezi Mungu tilipe hapa duniani tuweze kukiona kwa macho yetu kesho akhera alipe ukamalizia, kama amin, amin. Mwenyezi Mungu usiache kula kalimu kama ambavyo ulitungunga katika Korani, kwambaata ali Amin. Nakuomba hapa duniani tumechoka kudhulumiwa Amin. Basi kulike matozietu ma kwa kile tunachokurumia Amin, na wale ambao wanadhulumu kwa maksuli na kutuya na, kufu, na, na, na kuleta dhuluma ya Rabbanaarabia, basi Mwenyezi Mungu jalia katika madhuluma yao yaoneke kwamba yamelimga na wengine wajao, ili waweze kujua kwamba dhulma ni mbaya. Mwenyezi Mungu tujalie kheri duniani, tuondolee shari kesho akhera ya Rabbana, tunakuomba tunachokiomba sie binadamu hasa. Tunataka tufanikiwe haraka, pamoja na kwamba umeahidi kwamba hairudi dua ya aliyedhulumiwa, lakini tunaona inachelewa, unakuomba tulipie haraka. Ya rabbal alamin, hapa duniani tuweze kufaidika na kuiona dua yetu imekubaliwa, Mwenyezi Mungu, ili ambaye kwa mara nyingine hapa na wengineo waweze kutambua kwamba dhuluma ni mbaya, basi kulipie hii dhuluma, kulipie vilevile ya rabbal alamin, waweze kuona kwamba tulichokitenda ni kibaya. Hakuna mtu kupiga kura 40 kwa mtu mmoja. Mwingine mwengine atakataza kupiga kura kwa kuwa yeye ashinde, ah. Na kuomba kheri tuondole shari tunakuomba mazuri tuletee hapa duniani na kesho akhera tulipe tulipe pepo bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal du'a dina min al maqbuli wa la taj'al fihi min al mardudi wa la min al maghdubi alayhim wa la min al dhalin bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi